Bana, sopoa sopoa, hata kidogo. Lakini ndivyo ilivyo, ndivyo mchezo ulivyo, bingwa lazima patikane. Hatimaye tumeweza kushuhudia e, mchezo wa fainali ya pili ambao umeweza kuchezwa pale Zanzibar kwenye uwanja wa Amani, Simba akaweza kudraw moja moja zidi ya Bercane ambao waliweza kushinda game ya kwanza ambayo ilichezwa kule Morocco. So ni matokeo ya mpira na na mpira ndivyo ulivyo, lakini uh, shout out kwa Simba Sports Club, wamepambana kijasiri. Uh, ni big game, tumeweza kuona matokeo yameweza kuwa ya mpira, lakini refa kama vile noma sana. Sijui maoni yako kuhusiana na kile ambacho kimetokea, tuachie komenti yako hapa chini, lakini nitakusogezea baadhi ya matukio ambayo yameweza amba kutokea na miongoni mwa watu ambao wamekuwa gumzo ni Hamisi Mwijuma, naibu waziri wa habari, sanaa na michezo, almaarufu kama Mwana FA akiweza kusema kwamba siku nyingine bingwa awe anaweza kuteuliwa tu na kafu tusiweze kupotezeana muda. Hii ni posti ambayo imekuwa gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii ikipata like zaidi ya elfu sabini na mbili, comment zaidi ya elfu kumi na lakini pia wengi wameweza kuishia hii ikiwemo Mohamed Dewji na nitakwambia kile ambacho Mo ameweza pia kufunguka. By the way, Mwana FA aliandika kwamba nimeandika na kufuta mara nyingi leo, ila anapendekeza tusipotezeane muda. By the way, ni caption na posti ambayo ameposti picha ya Simba akiwa anacheza game hii ya fainali, na watu mbalimbali wameweza kutoa maoni yao, ikiwemo Mohamed Dewji. Amekuwa miongoni mwa watu ambao wameshea posti hii ya Mwanafa akisema kwamba siku nyingine bingwa awe anateuliwa na kafu tusipotezeane muda. Akaposti pia na posti nyingine ambayo hii hapa ni post ya kama maneno ya kiimani ya kidini ya Kiislam akiwa anasema sometimes the the wait is is longer because the blessing is bigger, yani kwamba kuna wakati mwingine e, zile baraka zinakuwa zinafanya watu wachelewe sana kufikia mafanikio ambayo wanatamani, kwa sababu mafanikio ambayo yanakuja yanakuwa ni makubwa. Lakini pia Mohamed Dewji aliweza kuposti na kuonyesha ile video ambayo anaonekana refa wa mechi hii akiwa kwenye room ya Bercane baada ya finali, wakeza kupongezana. Ameshare video hii na akasema pia posti nyingine ambayo ilipostiwa na Mwanafa ambayo inasema Mwanafa. By the way, miongoni mwa story kubwa kabisa ambayo ina trend kuhusiana na huyu refa, hii video ambayo inaonyesha inaonyesha refa ambaye amechezesha mechi ya Simba pamoja na Bekane akiwa kwenye room ya kubadilishia nguo ya Bekane ni kitu ambacho kimekuwa gumzo sana. Watu mbalimbali wanadhani kwamba basi refa huyu ameweza kutumika vibaya kwa ajili ya kuweza kutengeneza matokeo na mambo kama hayo. By the way, Simba kuweza kupoteza imekuwa ni kipengele kidogo kwa upande wa mashabiki wa Simba, lakini kwa watani wajadi kama vile wameona ni heri kwa sababu kama vile imewapendeza. So unajua eh, sometimes vita vya panzi furaha kwa kungurwa. Unasemaje bwana, nini comment yako? Tuachie comment yako hapa chini bila kwenye comment section. Sasa ugonga like kwenye video kusubscribe kama bado, na hivi ambavyo ndio imeweza kuwa. Till next time, bye bye, ciao.